Mdori wenye balaa sehemu ya kumi. Ilipoishia, basi siku hiyo tulifanya kazi hadi saa kumi na kuweka ujumbe kuwa tumefunga kwa muda, kisha tukamwasha roboti Madheu na kuingia naye kule chumbani. Tukiwa watatu wote tulikuwa na nyege balaa, na ndio hivyo, tulikuwa na mbo ya bure kabisa ambayo ilikuwa na uwezo wa kutukuna hata masaa kumi bila kututia shombo wala mimba zisizotarajiwa. Tulipofika chumbani, Hanifa ndio alikuwa wa kwanza kuvua nguo zote mpaka chupi, akabaki uchi kabisa. Nikaona na kisimi chake kirefu zaidi hata ya changu kimedinda balaa. Madheo kuona hivyo akamshika Hanifa mkono akaanza kunyonyana ndimi kimahaba, yani mpaka sisi tuliokuwa pembeni kama watazamaji tukatamani kitendo. Cha Hanifa tu kunyonywa na kupata joto la mwili wa roboti Madheo kilimfanya aloe mapema na kuanza kuungangania mtarimbo wa yule roboti. Endelea. Basi kwa haraka bila kuchelewa, yule roboti akamchomeka Hanifa na kuanza kumchapa nje ndani, ambapo Hanifa alimkubatia kwa nguvu balaa. Nadhani alikuwa hajazagamuliwa muda mrefu sana. Kumbuka muda huo sie tupo pembeni hapo tunaangalia hiyo mechi na sisi tunahisia kama wengine. Basi nilitaka kunyanyuka niende kwa Mathew hata anishikeshike kidogo, lakini kumbe nilikuwa nimechelewa. Ghafla, nilishangaa Umi amenyanyuka na kwenda kupiga magoti, akaiweka mbunye yake vizuri karibu kabisa na mdomo wa Mathew ambaye alianza kuilamba na kuinyonya kama pipi, kiasi kwamba Umi akaanza kuweka kama amepanisha mapepo vile. Kiukweli zilinipanda ile mbaya, uvumilivu ukanishinda, nikajikuta na mwambia Hanifa aniache na mimi niepewe raha kidogo. Hanifa alikuwa kinganganizi sana, maana alikuwa na ukame wa muda mrefu, hivyo hakutaka kunielewa kabisa. Kuona hivyo niliona isiwe kesi, nikaanza kujisugua kisimi huku nikivuta hisia, na Mathew alivyoona hivyo akanivuta mguu na kuanza kunichezea uchi wangu taratibu kwa kutumia vidole vyake vya moto na lainia. Haukupita muda tu mwenyewe nilikojoa, muda huo naye Hanifa alikuwa ameshafika mlimani na Umi pia. Basi nikaingia uwanjani nikachapwa mpaka nikachapika, kisha Umi naye akamalizia. Siku zote hizo tatu tulizitumia kucheza mechi na yule roboti mpaka ikafika wakati tukawa tunachukiana kwa kuoneana wivu yaani huyu hataki mwingine awe naye na huyu hivyo hivyo. Baada ya siku tatu kupita mjomba alirudi na siku ya Alhamisi aliyokuja ofisini. Ilipofika majira ya saa saba nilishangaa sana baada ya mjomba kutuita wafanyakazi wote watatu. Sura ya mjomba tu ilionyesha kuna kitu kisichokuwa cha kawaida alikuwa nacho moyoni na alitaka kutujuza. Machale alianza kunicheza kuwa huenda mjomba amegundua mchezo wetu lakini nikajipa moyo kuwa hakuwa na namna yoyote ambayo angeweza kufahamu. Itaendelea.